Hivi sauti ya mtu inaweza kuwa na nguvu katika kuhamasisha au kuongoza jamii? Cha kwanza sauti ya mtu ina nguvu mm. Swali so, ni kwamba kuitumia ili aongoze jamii au kuhamasisha, cha kwanza atambua uwezo wa sauti yake mm. kasababu, mm -hmm. kwa sababu uchunguzi ambao umefanyika na Yale University unaonyesha kwamba mtu ana uwezo wa kutumia sauti yake kwa kushawishi mm. watu ambao ina hiyo nguvu aliita the power to influence, ndio shaona so a sauti yako. Alafu hiyo sauti yako inaweza kashawishi katika nyanja zipi? Sababu mtu anaweza kutumia sauti yako kwa ku, kushawishi ku, ku jamii katika maswala ya muziki, akashawishi jamii katika maswala ya ya uongozi mm. ni kiongozi kutumia sauti yako kushawishi watu yeah even sasa so, unadhani nguvu ya sauti ina athari gani kwenye uhusiano wa kibinafsi na kimajukumu? Nguvu ya sauti ina athari gani kwenye uhusiano wa kibinafsi na kimajukumu? Una, unadhani nguvu ya sauti ina athari gani kwenye uhusiano wa kibinafsi na kimajukumu? Yani basi tuko kwenye swali lingine. hmm. kwa nini sauti ya mtu inaweza kuwa chombo cha mabadiliko katika jamii kwa sababu... E, ni so, kwanza sauti ni spiritual. Ndiyo, na Mungu ametumia mambo yote ambayo tunayo wana kutumia sauti mm. So ukiuliza hivyo ndio hizo umeuliza hiyo swali mm. ni rudi tu sie, kwa nini sauti ya mtu kwa, kwa nini sauti ya mtu inaweza kuwa chombo cha mabadiliko katika jamii kwa sababu sauti ni, ni roho mm. yeah. sauti ni sauti inaweza kuwa chombo cha mabadiliko cha mabadiliko kwa sababu sauti imefanya mabadiliko makubwa sana mm na watu wengi wametumia sauti yao kwa kubadilisha jamii. Yeah. wakiwemo wakina, wakina nani? Barack Obama. Mm. Atumia sauti yake kubadilisha jamii. Hushaona Martin Luther King Jr. wametumia sauti yake kwa kuhamasisha mm, watu wa Marekani watu wa mm, wafanye wasi, boycotting wasipandi magari takriban miaka zaidi ya mitatu. Yeah. Kwa hiyo ametumia sauti kwa kufanya nini? Kwa kushawishi, kwa kuhamasisha mm. mabadiliko katika kwa jamii. Hata tukiangalia huyu mwanamuziki wa Jamaika, Bob Marley mm. mm. ametumia sauti yake kuleta mabadiliko katika, katika jamii. Sasa kuna aina ngapi za sa sauti? Aina ngapi za sauti, Kutu, aina ngapi za sauti? Yeah. <laughs> kuna aina nyingi za sauti. Kama aina gani na gani? Mimi najua kuna sauti mbili aina mbili ya sauti kuna aina ya kwanza sauti ni sauti ambayo inayotoka na na sauti mm -hmm, ambayo tunaita hii voice ndio, na sauti ya pili ni sauti ambayo haitoki na sauti. Inatoka na nini? Inaitwa ina ina voice, ni sauti ya ndani, wewe usikii. Ndio, sasa hiyo sauti ambayo mtu haisikii itamfikiaje mtu sababu aweze kufanya mabadiliko katika jamii? Hiyo inamaani ni personal voice. Yani ni, <laughs> i, ni ni itakubadilisha wewe mwenyewe yani, unahisi wewe mwenyewe binafsi. Hata wewe umeshaya kutokea, unakutana, unazikuta, unasikia roho inakwambia kwa ndani, sio roho, sauti kwa ndani inakwambia speed hiyo njia, mfano au acha na huyu mwanamke eh, au acha na hii biashara au acha na huyu mtu aitoke tu usikie, acha na huyu mtu a a ushaona. Sasa hiyo inakuwa ni wewe mwenyewe. Sasa kuna tofauti gani kati ya sauti ya kimya mm. eh na sauti ya maneno? Yaani eh sauti katika, ya katika kuwasilisha ujumbe. Ujumbe. Eh. Tofauti ipo tayari kwenye ukimya na kwenye toa sauti. mm. yeah. automatically. Sasa <laughs> mm. mm. ni vipi sauti inaweza kutumika kuhamasisha vijana kuhusu masuala ya kijamii na kisiasa? Vipi sauti inaweza kutumika kuhamasisha jamii? Ni vipi sauti inaweza kutumika katika jamii, nani inaweza kutumika kwa kuhamasisha vijana kuhusu masuala ya kijamii. Tuchukulie kijamii basi, mm. tusiki siasa cha kwanza, ikiwa ni masuala ya kijamii, kusikana na usafi, ikiwa ni masuala fulani hapo, mm. itatumika sauti kwa kusema jamani, hey. Mhm. Mm, Mimi kama mkurugenzi wa hivi na hivi. Mhm. Sawa, unaona je tufanye hivi na hivi? Mhm. Tufanye eh, sauti inatumika hapo. Osho. Ndio, ndio. Mhm. Yeah. <laughs> uh -huh. Je, sauti ya jamii au vikundi vikubwa? Mhm. Maana sauti ya ya watu wengi, wengi yeah. Yeah, ya. Sasa inaweza kuwa na nguvu zaidi kuliko sauti ya mtu mmoja, haiwezi kuwa na nguvu. <laughs> Kwa upande mmoja inaweza kuwa na nguvu na haiwezi kuwa na nguvu. Kivipi? Ni hivi. <laughs> Nisikilize, ndakupatia jibu. <laughs> Sikia. Yau yeah, usikie. Iko kwa iko kwenye, kwenye swala la personal development ni <laughs> swala kujitambua, mm. sauti ya wewe binafsi na nguvu sana, sababu mm. hata waseme watu milioni mm. anaweza anaweza anaweza mm kuimba mm -hmm. au kuongea mm. au kuchekesha ndio apande jukwaa na chekeshe watu milioni wakasema, ila wewe mwenyewe kama hujaamua, hauwezi hauwezi. sauti ya watu milioni imesema mm. wewe, sauti ya wewe mmoja inawashinda inawashinda sababu ni wewe mwenyewe umesema, na mimi siwe, mm. siwezi. sasa sauti ya watu